Familia yangu, sante kwa ajili ya malango ya familia, sante kwa ajili ya malango ya kanisa, sante kwa ajili ya malango ya nchi. Mshukuru Mungu katika maeneo mbalimbali, ona sababu ya kumwambia Mungu asante. Kumbuka siku inapoingia ikipita, imeshapita Lakini pia kumbuka kila siku na baraka za kwake, na kila siku na vitu vya kwake ambavyo Mungu anakuachiria

siku ikomokoseketa makotokotaka siku zinakuja, siku zinapita. Peke yako ni Bwana, peke yako ni Bwana, peke yako ni Bwana. Wewe haupiti kwa sababu wewe ni Mungu, wewe ni Mungu wetu, wewe ni Baba yetu. imokoshinda na masata ramakopo shinda na masatata rekeshenga na masakata. Neno lako linasema ya kwa kwamba dunia na nchi zitapita, lakini neno lako halitapita kamwe. Neno lako halitapita kama

balo halipiti kamwe, halipiti kamwe, halipiti kamwe. Balo unalituma ili kututoa mahali tulipokwama, unalituma ili kututoa katika maangamizi, katika jina la Yesu Kristo wanaretelya hayi. Tunayo sababu ya kusema asante tena, siku ya laa neema uliotupa e Bwana, ili tuketi tena mazabauni pako, kwa ajili ya kulisikiliza neno lako la uzima, kwa ajili ya kulisikiliza neno lako la uponyaji kwaajili ya kulisikiliza neno lako wa kututoa mahali tulipokwama katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai tunakutukuza e mfalme tunakutukuza e bwana mabwana tunakutukuza uketie Tuna mahali palipotukuka asante hata kwa ajili ya Watanzania wenzetu mahali popote walipo hata wengine wako maustarini hata wengine wako barabarani saye bwana liko shenda na masaka tunakutukuza

mahali pengine alipo Mungu, asante kwa ajili Tuna ya tunaiachilia asubuhi mkononi mwako, ewe Bwana, tunaitakasa hii asubuhi katika jina la Yesu Kristo ye hai. Itakasa asubuhi, mtumishi wa Bwana takasa asubuhi ya leo, takasa asubuhi yako, takasa asubuhi ya watoto wako, takasa asubuhi ya Watanzania, takasa asubuhi ya Watanzania katika jina la Yesu Kristo ye hai. Neno lako linasema, jeu bai amuru asubuhi asubuhi yetu e Bwana, ninaisemesha asubuhi yangu katika jina la Yesu, ninayasemesha malango ya asubuhi yangu yaachilia umande wa mkate katika jina la Yesu kama lango ya asubuhi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Lango la kuzaliwa kwangu, lango la asubuhi ya kuzaliwa kwangu, funguka kwa jina la Yesu, funguka kwa jina la Yesu, funguka kwa jina la Yesu aliye hai. Hilo lango la asubuhi la la la ya Tanzania, ina liamuru sasa wazi, kuachilia baraka na wala silana, wazi kuachilia baraka na wala silana katika jina la Yesu Kristo mtakatifu hai, linaondoa kila wovu uliowachilia juu ya asubuhi yangu, linaondoa kila laana iliyowachilia juu ya asubuhi yangu, linaondoa kila uharibifu uliowachilia juu ya asubuhi yangu, asubuhi ya watoto wangu, asubuhi ya mke wangu, rimoshe na namasakata, asubuhi ya biashara yangu na makoseketa, asubuhi ya kazi yangu, ninaitakasa kwa damu ya Yesu, ninaitakasa kwa damu ya Yesu inaitakasa kwa damu ya Yesu, inaitakasa kwa damu ya Yesu, ripoko shenda na masakata, takasika asubuhi yangu, takasika asubuhi yangu, ripoko shenda na masakata. Asubuhi ya kazi zangu za mikono inaitakasa, inaitakasa, inaitakasa, inaitakasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Zile nguvu za giza zinazosimama juu ya malango ya asubuhi yetu

uharibifu ninaondoa, kila mazio yaliyosimama juu ya asubuhi yetu, yaliyosimama juu ya asubu yangu, kwa jina la Yesu Kristo mtakatifu hai, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu hai, kwa mamlaka ya damu ya Yesu ninamwaga damu ya Yesu juu ya asubu yangu. Asubu yangu inuka sasa, funguka na kuachia baraka, funguka na kuachia baraka kwa jina la Yesu. Uwe umande wa asubuhi na uachiliwe sasa umande wa subuhi na kuamuru sasa, njoo na mikate yangu, njoo na baraka zangu, njoo na mafanikio yangu katika jina la Yesu hai. Hayo mazuo ninaondoa sasa katika jina la Yesu Kristo ndiye hai. Ninaamuru upepo wa kware katika jina la Yesu hai. Ewe upepo wa kuleta kware, ninakuamuru njoo kwa damu ya Yesu. ninakuamuru njoo kwa damu ya Yesu. ninakuamuru njoo kwa damu yripoko saaa ramokoshena na masakaa epokoseketeke rimokoshenda na masaka peke yako, epwana itukuzwe jina lako. Tunatakasa Tanzania, tunatakasa malango ya Tanzania katika jina la Yesu Kristo teehai. Tunatakasa vyombo vya usafiri, tunawatakasa wasafiri wote, tunakata roza ajali, tunakata roza mauti na uharibifu kati katika jina la Yesu, tunawasogeza na wale walio wagonjwa, wengine wako mastarini na wengine wako majumbani, katika jina la hai tunaomba neema yako Bwana ya uponyaji iwe juu yao sasa, katika jina la hai wagange Bwana, waponye Bwana, achilia neema yako, wafariji Mungu aliye hai, watie nguvu vitandani mwao e Bwana, katika hiyo nguvu e ya uponyaji itembee Bwana katika vitanda itembee, kwa mausarini itembee majumbani. Achilia neema yako Bwana na ile nguvu ya uponyaji katika jina serihai. Hiyo roho ya maonezi achia watu wa Mungu katika jina serihai, katika jina la Yesu Kristo nderea ha kt uk nguvu zako Bwana zikapata kusimama tena upande wa kwako, ni katika jina la Yesu. Asante Adonai, maana wewe ni Mungu wa wote wenye mwili e Bwana, katika jina la Yesu. Mungu aliazimisha ya jina lako e Bwana, jina lako lilopita majina yote Bwana, natamani Mungu, nguvu zako

kwenye haya magumu sintaweza, bado uwepo wako Yesu uwe na mimi Bwana, ombi langu Bwana, kwenye

Jiwepo wako Bwana katikati ya maisha yetu, maisha yetu ya kila siku, kwa kuwa neno lako linasema mtafuteni Bwana siku zote, siku zote, si tu Jumatatu, si tu Jumanne, bali siku zote, si tu Jumapili wala Jumatano wala Alhamisi nasema mtafuteni Bwana siku zote, tunakuhitaji Mfalme, tunakuhitaji Mungu ri hai. Wepo wako ukiwa pamoja nasi hatutapata shida, wepo wako ukiwa pamoja nasi na neema yako Bwana itakuwa pamoja nasi, hatutakwama hatutakwama, hatutakwama hatutakwama. Tunahitaji uwepo wako ee Roho Mtakatifu, tusaidie, tufundishe kunyenyekea mbele za Bwana, tufundishe kutembea chini ya uvuli wa uwepo wa Bwana, katika jina la Yesu Kristo wananetaliaa ni neema yako tuwe Bwana iwezao kutusaidia kutembea chini ya uvuli wako chini ya uwepo wako ramaseketepa rimokoshinda na makasakata. Ni kama vile samaki asivyoweza kuishi nchi kavu, basi Bwana tunatamani tuketi hivyo tuketi, tuketi. ramakoposhinda na masaka kana mashinda na maseke

Uwepo wako Bwana. Uwepo wako Bwana. Katika jina la Yeshua. Asante kwa uaminifu wako, yeah. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. chache lakini Mungu anipa neema nizungumze kwa sehemu ambayo Roho Mtakatifu atanipa neema. Na asante kwa kuwa Mungu uko katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe. taka niseme kitu kimoja kinachosema jitenge na utawala wa miungu ya eneo. Jifunze kujitenga na utawala, jifunze kujitenga na utawala wa miungu ya eneo. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia okay, kwenye zile amri za Mungu Anasema mimi, ni Bwana Mungu wako usiwe na miungu mingine ila mimi. Mimi ni Bwana Mungu wako usiwe na miungu mingine ila mimi. Sasa kama Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi, maana yake nini? maana yake Iko miungu mingine ambayo inaweza ikatawala maisha ya mwanadamu. Iko miungu mingine ambayo inaweza ikafuatilia maisha ya mwanadamu. Iko miungu mingine ambayo inaweza ikafuatilia familia yako, ikafuatilia uchumi wako, ikatawala uchumi wako, ikatawala malango yako, ikatawala eneo unaloishi ikatawala eneo ambalo unafanyia biashara, unaofanyia kazi. Iko miungu hiyo katika ulimwengu wa roho, hata kama kwa jinsi ya mwili huwezi ukaiona, lakini hiyo miungu ipo na ina uwezo wa kutawala hayo maeneo. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anasema jifunze kujitenga na utawala wa miungu wa maeneo maeneo. Maana yake maeneo maeneo yanaweza yakawa na utawala wa miungu katika ulimwengu wa roho, na hiyo miungu ikakwamisha maisha yako, hiyo miungu ikakwamisha biashara zako, hiyo miungu ikakwamisha watoto wako, hiyo miungu ikakwamisha mifumo ya maisha yako, hata shamba lako pia likakwama. Unakuta unalima hilo shamba lakini matokeo yake hayajakaa vizuri. Nini? Kuna utawala wa miungu ya eneo. Unafanya biashara mahali, lakini nakuta biashara yako haienendi sawasawa na jinsi inavyotakiwa, haina matokeo, haileti matokeo sawasawa na jinsi inavyotakiwa. Nini? Kuna utawala wa miungu ya eneo, kwa lazima ujifunze sasa namna gani ya kuitenga hiyo biashara yako na huo utawala wa miungu ya eneo lazima ujifunze sasa ni namna gani ya kujitenga wewe mwenyewe kwenye maeneo anayoishi na, na huo utawala wa miungu ya, ya maeneo. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Hakuna utawala usio kuwa na sheria katika ulimwengu wa roho au katika ulimwengu wa mwili, yaani hakuna utawala usiokuwa na sheria kila utawala